Chadema ya, ya fukua mapya lakini kuna habari inasema nguruwe wabainika na masalia ya ARV. Nguruwe wabainika na masalia ya ARV, hiyo habari pia kwenye gazeti laku la Mwananchi. Lakini mapya kesi, e kesi mauaji ya bilionea wa madini mapya kesi ya mauaji ya bilionea wa madini. Lakini Lipumba apiga nondo za lala salama bunge. E Lipumba apiga nondo za lala salama bungeni e lakini zijue faida za katuni kwa watoto hiyo e, ni habari pia kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, nikidokeza gazeti la Mwananchi. Tuangazie gazeti lako la Jamhuri lenye na habari kubwa inasema Lisu, Lisu afungwa breki. Uh, e, Lisu afungwa inaosema aja juu anza kuwatumbua viongozi wanaopinga msimamo wa chama. Lakini baada ya G55 kufukia kufufukia ndani ya Chadema na kusababisha mpasuko. Kauli ya Dkt. Chimbi aliyoitoa uh, Songea kuhusu uchaguzi ya tia chumvi kwenye kidonda, lakini energy pombe damdam, energy pombe damdam. Uh, yatumika kama nazi uh, kwenye mboga uh, kukoleza komoni kindi uh, mchujo wa nzuki hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Jamhuri. Energy pombe damdam, energy pia inatumika katika pombe mbalimbali. Lakini kuna baadhi wanasema wakosa huduma ya maji tangu mwaka 2023, hilo e, ni gazeti, gazeti la la Jamhuri kurasa sawa mbele. Lakini gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo kwanza linaanza Dar es Salaam na mikoa ya Kusini, e, mvua lakini Karume akutanisha viongozi wa kitaifa Kisiwandui. Karume akutanisha viongozi wa kitaifa eh, Kisiwandui. Lakini ACT Wazalendo yaja na hoja sita kuelekea uchaguzi mkuu. ACT Wazalendo waja na hoja sita kuelekea uchaguzi mkuu, lakini Kombo atupia jicho uwekezaji Tanzania na Angola. Eh, Kombo atupia jicho uwekezaji Tanzania na Angola. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele lakini gazeti lako la majira lenyewe ukurasa wa mbele inaandika wazalishaji mbegu Afrika wahimizwa kuhusu ubora. E, lakini Stanbic e, yashinda tuzo ya Euro Money 2025. E, au ni Stanbic e, washinda tuzo za Euro Money 2025. Lakini mvua kubwa ya ua zaidi 30 e, huko Kinshasa na mvua kubwa ya yaua zaidi ya watu 30 huko Kishasa. Lakini kunapari inayosema Olengurumwa awataka Chadema iwasikilize G55, Olengurumwa awataka Chadema iwasikilize G55 au kumbushia kundi la wabunge ya wa CCM lilivyosikilizwa awataka waeleze kutofautiana mawazo ni kukua kwa demokrasia. yonebari ukurasa wa 4. Lakini Mwinyi, tuzindue mpango wa ujuzi kukuza uchumi wa bluu. Huyo ni mwenye asema tuzindue mpango wa ujuzi wa kukuza uchumi wa buluu. Lakini rais amuunga mkono janabi kinyang'anyiro WHO. Rais Samia Suluhu Hassan amuunga mkono janabi kinyang'anyiro cha WHO. Serikali yataka kuangalia maeneo yenye tija Tanzania na Angola, habari pia kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele. Lakini Zanzibar leo gazeti lako asubuhi ya leo linaanza na habari inasema E, Dkt. Mwinyi ahutubia mkutano wa Dkt. Mwinyi ahutubia mkutano wa CTI. Lakini sisi tumeahidi kuendelea kufuatilia miradi ya maendeleo, viongozi na wananchi kuendelea kumwenzi mzee Karume. E, viongozi na wananchi kuendelea kumwenzi mzee Karume. Lakini Uthmani ataka jamii kutunza vipaji vya vijana. Hii habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini habari leo gazeti lako asubuhi ya leo linaandika panya mwingine wa Tanzania aweka rekodi duniani. Hiyo ni habari ukurasa nne. Lakini Dkt. Mwinyi aita diaspora kuwekeza. Hiyo ni habari pia ukurasa wa tatu kwenye gazeti la habari leo. Na bado bari kuna habari kubwa inayosema Samia ameombea kura jana. WHO asema uwezo wake e, utaboresha afya Afrika, ataja mambo matatu. kumbukumbu kumbu, Karume mjane amsifu e, uthubutu lakini ulega aiji ya juu tanron, eh, kukwama kurejesha mawasiliano kusini, yenye habari ukurasa wa pili. Na bunge eh, la bajeti kabla ya uchaguzi kuanza leo, Tanzania yaenda na maeneo kumi na mbili ushirikiano na Angola, yenye habari ukurasa wa tatu. Gazeti lako la uelekeo asubuhi ya leo inaandika rais Samia amwagia amwagiwa pongezi ni kwa kuweka minada ya madini, eh, rais Samia amwagiwa pongezi niko kuweka minanda ya madini. Lakini Dr Nchimbi, sera za CCM ni amani na utulivu. Lakini watanzania wakumbuka. Hemedi Abdullah aongoza dua, waziri autega mgodi wa PMM. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo huku Dr Mwigulu ateta na mtendaji mkuu wa OECD. Lakini mafuriko ya ua watu 30 waniwapi ni, ni huko Congo Kinshasa lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenyewe, kurasa wa mbele naandika Ulega atoa maagizo mazito, mwasafiri kukwama Somanga Mtama. Lakini makamu wa rais ashiriki kumbukizi ya miaka 53 ya kifo cha hayati Karume na Ole Nguruma aitaka Chadema iwasikilize ji 55. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa. Lakini bado kuna habari inayosema Wamachinga, sauti ya wanyonge kwenye gazeti lako la Wamachinga linaandika Dr. Pango aungana na viongozi mbalimbali kumbukizi ya hayati Karume. Lakini wizara ya fedha wafanya mapitio matumizi ya fedha za umma kisekta. Ole Ngurumwa, GM tano, wasikilizwe Chadema, asema wana hoja ambazo zinatakiwa kufanywa kazi na chama, ashauri meza mazungumzo ina thamani kubwa kuliko, maz, kuliko majibizano kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini mawasiliano wa barabara ya Somanga mtama ya reje huyo ni ulega asema, yina habari kwenye gazeti la kula Machinga, sauti ya wanyonge, patnikele yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na sasa na kurasa za mbele kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti la kula Machinga ndo linaanza asubuhi ya leo, linaandika Gomezi asikitikia matokeo ya Fountain Gate, lakini Yanga, ushindi kama kawa, ligi kuu yainyoa Coastal goli moja kwa sifuri lakini Fadru nimemaliza kazi kwa wachezaji. Mtanzania anatisha ligi kuu Azerbaijan. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wa machinga, ukurasa wa michezo la naandika, na Yanga ya okota pointi tatu mbele ya Coastal Union moja sifuri. KMC yafikisha pointi 64, lakini kwa uwezo wa Mungu tutashinda. E, kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye kurasa wa michezo, gazeti lako gazeti la Uelekeo kuna mchezo inaandika wachezaji Simba murali juu, Wanajangwani waikana Almasiri. Lakini Yanga yachanja mbuga ligi kuu NBC yaididimiza kos Unioni inayochechemea Azam ya wazidi ya ujanja Simba Yanga. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Yanga ya mwenzi Karume kwa ushindi nyota, Simba wawatoa wa hofu mashabiki wao, Azam ya izuga Yanga. E, Wanyonyi afunguka ushindi wake Jamaika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa so wa michezo. Huko gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo nanyegomichezo e, inaandika KMKM kujipima ubavu na Seba e, Sebleni leo Yanga wa ilaza ko... Coastal Union, lakini majaliwa afanya ziara kukagua viwanja Zanzibar. E, Zimamoto yaanza maandalizi ligi ya muungano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lakini kuna habari inasema kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Simba wote e, wanazungumza lugha hii moja, tunavuka kesho ya chia pressures. Simba na Azam yainyosha koso, hilo ni goli moja kwa sifuri yafikisha point 64. Lakini kuna habari inasema wazee wa Simba wamkataa meneja wa uwanja kwa Mkapa, ina habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti la Jamhuri inaandika Simba kwa kwa hatoki Mkapa hatoki, mtu, e, Simba kwa Mkapa, hatoki Mtuyu eh, ni habari kubwa kwenye gazeti lako pata. Nakala yako kwa habari kwa kila. Lakini kwa gazeti la Mwanaspoti linaandika asubuhi ya leo eh: tajiri aweka milioni mia tano mezani, eh, tajiri aweka milioni mia tano mezani. Maana ya pointi saba za Yanga, Pacome ongeza rekodi nyingine, mwamposa na kibu denisi na, mpanzu. Eh, mwamposa ni kibu denisi na mpanzu. Kocha Azam akata tamaa. Lakini tuhuma tabora united zipite e, tuhuma Tabora United zipite. Hiyo e, ni gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo e, ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa kwaherini, asubuhi njema.